Wakati macho na masikio ya Watanzania ikiwa ni leo juu ya uchaguzi mkuu unaofanyika nchini Tanzania, lakini kuna taarifa mbalimbali ambazo zimekuwa zikizungumzwa na masuala mbalimbali ya kikatiba huku wafuasi wa masuala mbalimbali ya haki za binadamu nchini Tanzania, wanaharakati wakiendelea kuhamasisha maandamano ambayo yanatarajia kufanyika siku ya leo, lakini pia kuna ripoti mbalimbali ambazo bado zinaendelea kutolewa na taasisi mbalimbali za haki za binadamu ulimwenguni pamoja na makundi ya kisiasa barani Afrika na Afrika Mashariki, wakipaza sauti juu ya masuala ya kidemokrasia katika ardhi ya Tanzania. Jicho masikio ya watanzaniani hii leo katika uchaguzi uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Mtanzania, unaweza ukaniachia ujumbe wako mfupi hapo chini katika upande wa comment section. Je, umepiga kura yako leo? Mimi nimepiga. Na wewe je, vipi? Umeshiriki katika zoezi hili la kumchagua kiongozi wako? Kama umeshiriki katika zoezi hilo, pia unaweza ukaniachia ujumbe wako mfupi hapa chini katika upande wa comment section, wakati tukiendelea kuangazia matukio mbalimbali ya kisiasa yanayojili hii leo katika uchaguzi mkuu. Baraza la vijana wa chama cha demokrasi na maendeleo Chadema wametoa taarifa yao kuelekea uchaguzi mkuu unaofanyika nchini Tanzania hii leo ambapo kwa mjibu wa taarifa iliyotolewa na baraza hilo la vijana wa chama cha demokrasi na maendeleo Chadema wamesema ya kwamba tamko la vijana wa Chadema Bavicha kuunga mkono maandamano ya amani ya Oktoba 29 mwaka 2025, baraza la vijana wa Chadema Bavicha limeundwa kwa mjibu wa ibara ya saba nane mbili a, eh, ya katiba ya chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ya mwaka elfu mbili na sita toleo la mwaka 2019, ikiwa na lengo kuu la kuhakikisha vijana wanatoa mchango thabiti katika kukuza na kuendeleza madhumuni ma ya chama kwa maslahi na ustawi wa taifa la Tanzania. Kwa mujibu wa mwongozo wa Bavicha namba tatu moja, toleo la mwaka 2019, tunafahamu msimamo wa chama chetu wa kuhusu uchaguzi mkuu wa 2025 ulikuwa ni no reform no election pia tunafahamu vijana na umma wa Tanzania wanapenda haki na mabadiliko ndani ya taifa letu, kuwa wametangaza kuwepo kwa maandamano tarehe 29 mwezi wa 10 2025, kudai haki za msingi kiwemo uchaguzi huru na haki na wenye kuaminika, sambamba na kupinga ufujaji wa rasilimali za taifa. Bavicha, katika kuunga mkono msimamo wa chama chetu na kuunga taifa mkono, vuguvugu vugu la vijana wa kizazi kipya jinzi unaokabiliwa na changamoto za ukosefu mkubwa wa ajira wawa kutekwa na kupotezwa. Hatuna budi kuwaunga mkono vijana wenzetu walioamua kupaza sauti kwa njia ya maandamano ya amani Oktoba 29, 2025. Siku zote vijana wa Chadema tunapaswa kuongozwa kwa maneno ya baba wa taifa Julius Kambarage Nyerere kuwa Tanzania, kuwa tunataka kuona katika taifa hili vijana jeuri na wenye kujiamini, si vijana waoga akina ndiyo bwana mkubwa, vijana wanaohoji na kupiga vita mifumo ya jamii isiyoshabiliana na matakwa na matarajio ya jamii ya Kitanzania. Tunataka vijana waasi dhidi ya mifumo kandamizi, ubwana na ufisadi katika taifa. Kwa uzito wa maneno haya mwalimu ambao vijana tumejiapiza kuyaishi, na kwa kuwa watawala wamepuuza maoni ya wananchi, natoa wito kwa vijana wa Chadema nchi nzima kwa sehemu ya solia hii muhimu ya taifa letu, kwa sababu ya lugha ya maandamano ndio lugha pekee ambayo watawala wanaweza kuielewa kwa sasa. Maono ya mwalimu yakawenitaa tana dila katika kulinda miiko tunu za taifa letu zenye lengo la kulinda utu uhuni na demokrasia kweli nchini. Tunatakia vijana wote kila laheri katika mapambano ya kudai haki, uhuru na maendeleo ya watu ndani ya taifa vijana ni nguvu ya mabadiliko. Mungu, ibariki Chadema, Mungu ibariki Tanzania. Baraza la Vijana wa Chadema, Bavicha Taifa. Hii ni sehemu ya taarifa iliyotolewa na Baraza la Vijana wa Chadema kuhusiana na kile walichodai kwamba leo pia ni siku ya maandamano.